Ha? Hapa tumekutana viongozi wa timu hii inayohusika na maombi, kwa ugeni mkubwa sana uliotoka kwa kiongozi mkuu wa kazi hii, mkurugenzi, ambaye atatambulishwa kwetu, lakini hapa tunaye e, katibu mkuu wa chombo hiki e, mwalimu na nabii, mtumishi wa Mungu Emmanuel Masanja. Tumefanya kikao chetu muda si mrefu, na mimi ninayo furaha pale nilipopata uteuzi unaohusiana na, na mzee mlezi. Kwa hivyo hii ni mara baba, karibu jambo lolote. Asante sana, namshukuru Mungu kwa ajili ya wana Mara. <coughs> Lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili ya baba yetu. Sisi kama timu maalum ya kuombea taifa, sisi sio viongozi, tunafanya chini ya mamlaka ya makuhani, kwa tuko chini ya mamlaka ya mafuta ya baba yetu mlezi. Kwa hiyo tunajisikia faraja sana. Tumekuwa na kikao kizuri hapa mkoani Mara, na hawa ni viongozi ambao wametoka kila wilaya. Kwa maana hiyo, baada ya hapa kuna jambo kubwa linaenda kufanyika Mara. Barikiwa sana. Asante. Naam, inapendeza kama alivyosema kiongozi katibu wilaya kadhaa, na tunatarajia tarehe zinazofuatia kumi na moja mwezi wa saba, huenda tukawa katika wilaya ambazo ziko pembezoni zikiwa karibu na nchi jirani, kwa maana Sirari na Tarime tutakuwa tukifanya hamasa, lakini watu hawa wana furaha jamani, inueni mikono kusema taifa letu liwe na, liwe na amani, amani. Lakini pamoja na hivyo tumpe salamu kiongozi mkuu, mtamke kwa majina, wakati salamu zinamwendea kiongozi mkuu, mimi na nikwanza namshukuru Mungu kwa ajili ya kiongozi mkuu wa nchi mwenyewe Rais, e, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Naam. Kwa sababu bila yeye amani singe kuwepo, lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kiongozi wetu Daktari Konsolata, Konsolata, ambaye ndiye mkurugenzi wetu. uh -huh. Mungu wa mbinguni ambariki sana, lakini yote kwa yote mm. kubwa kuliko uh -huh. namshukuru Mungu kwa ajili ya mlezi